Nami kama kiongozi wenu kama mtumwa wenu ambaye mmenipa nafasi ya kuwa kiongozi wa serikali, mimi hapa ni nyumbani, hapa ni kwetu, hapa najidai hata ya chumbani naweza nikayasema. Ninasema hivyo nikiwa na maana ujasiri, uwezo wa kusimama katikati ya majukwaa, nimelelewa na Moravian. hofu imeniondoa. Moravian imenifanya ni niwe jasiri na Moravian imeendelea kuniombea. Mwaka elfu mbili na ishirini, napoenda kuchukua fomu. Baada ya kuchukua, nilienda kanisa langu la Moravian pale Ilongo, wakati ipo mchungaji Mwaitano akaniombea na ile fomu yangu, na mi nikaenda kuirudisha. Natambua Mungu, hakuna jambo lolote utakao lifanya bila kumtanguliza Mungu. Mungu ni kila kitu Mungu katika maisha. Hakuna mamlaka yoyote, sio kwa nani? Kwa Mungu. Mamlaka yote inatoka kwa Mungu. Lakini kipekee washukuru sana wazazi wangu. Mimi nimesema hapa ni nyumbani na nyinyi ndio wazazi wangu. Hakuna si mfahamu Patiki Mwaisoba. Mmenilea nikiwa mdogo hadi hapa nilipofikia. Kwa malezi yenu na ndio maana inaonekana. Hakuna mzazi yote anapoonekana mtoto anaonyesha ndoto yake, lazima anaendelea kumwombea. Mimi niseme niwashukuru sana Amen. Nishukuru sana kanisa langu, kwani hakuna mkubwa mbele za Mungu. Amen. Hakuna mwenye cheo mbele za Mungu. Amen. Hakuna mwenye mamlaka yoyote yale mbele za Mungu. Tunaamini bila Mungu hakuna jambo itakalofanikiwa, lakini Mungu akiwepo katikati yako utafanya kila jambo. Nikweli, shirini, ni kweli elfu mbili na ishirini nilichaguliwa kwa kiongozi kata yetu ya Mahongole, na mimi niseme kila jambo lililokuwa na mafanikio Mungu alikuwepo katikati yangu. Tunaamini kila mtu na imani yake, imani yangu najua Mungu anasimama. Kila mtu anaweza kawa na wazo lake anawaza nini, lakini naamini uangaike uendako, lakini Mungu lazima asimame, na ninaamini kabisa kila mafanikio yaliyofanyika kwenye kata yetu ya Mahongole, mkono wa Mungu ulikuwepo katikati. Kuna siku wananiuliza sana waheshimiwa madiwani wenzangu, tukiwa kwenye baraza hivi, ni kwa nini Mahongole miradi inakuja inakuja? Nikasema inawezekana nyie hata kwenda kanisani yamwendi nendeni mkamwombe Mungu ili afungue vilango na nyie mfanikiwe. Na nilisema kwamba kuna vitu wanasema kwamba inawezekana, mheshimiwa wataalamu anaweza kawa anawapa fedha, anawapelekea michele. Nikasema siwapelekee michele, na mtanguliza Mungu, halafu ndio napata. Kwa hiyo tumeendelea kuleta maendeleo. Baba yetu mchungaji amesema, baba amesema kama vile ni katibu wangu ambaye anarekodi shughuli zilizofanyika. Tumefanya shughuli nyingi sana lakini seme kijiji cha Sonyanga ni nyumbani na ni kijiji ambacho inawezekana nafsi yangu imejawa sana moyoni. Hata kwenye mkutano juzi kwa mbunge nilizungumza kwamba Sonyanga, niliwaza sana, kuna vitu niliahidi kwamba tutafanya na tumefanya kwa sehemu. Sonyanga imeendelea kutulia, na tuendelee kuiombea Sonyanga. Ni kijiji ambacho kinaonekana kimekuwa na watu wa korofi korofi, tuendelee kumwomba Mungu. Lakini kwa miaka hii tuenda mitano wamekuepo wanapapasa, kwa sababu alishazoea, wanaingia wanatoka, wanaingia wanatoka, kwa sababu alishazoea kama shamba la bibi, wanataka maeneo wauze, wafanye wanachokifanya, ili kuendesha maisha yao. Lakini tunaamini kwamba wale wote waliofanya hayo, hakuna mtu mmoja ambaye ana maisha mazuri zaidi ya manunguniko ya watu. Tuendelee kukiombea kijiji hiki lakini tumeendelea kubadilisha sura ya kijiji kama mlivyosema tumepata madarasa matano yenye milioni saba na laki tano na ninaamini laki na kijiji kilichangia ambayo inafikia milioni arobaini tumejenga madarasa yale mawili ambayo tunaamini mwendelezo sasa tunaanzia hapo pale tunasema sawasana mtu amevaa suti lakini amevaa kanda mbili chini nimewambia viongozi wangu kwa maana ya idara elim, elim, ya elimu afisa elimu kwamba sura inayoonekana shule ya Sanyanga bado haijakaa katika mazingira mazuri alafu iko barabara kuu, tumeorodhesha kwamba tuna madarasa machache ili kwamba ikiwezekana kupitia nguvu zetu sisi kama wananchi na halimashauri iweze kutusaidia serikali kuu na halimashauri, na hilo naendelea kupambana kwa kuwa najua Mungu yupo. Lakini tume tulipokuwa unajenga kituo cha afya. Wanafanyanga wanakapyahu wali, walijenga ni washukuru, walijenga lile jengo kwa kutumia mpato yao, lakini baada ya hapo kulikuwa na maneno kwamba mheshimiwa, hapa kwa sababu unakaa ija hapo, tutawahamishia kituo. Nikasema hapana, kwa kuwa mmeshaanza, lazima tuwaunge nini mkono. Tumeanza kujenga kituo cha afya kimekamilika, chenye thamani ya milioni mia sita thelathini na tisa ambapo zibenda pale na tayari huduma inatolewa huduma ile ni ya kata nzima na kata jirani. Ukiona jino inakusumbua, nenda pale. Kuna vifaa vya kisasa viko pale. Ukiona kuna matatizo na hodi ya kina mama, mwishoni mwa mwezi huu tunaweza tukaifungua baada ya vifaa kufika. Lakini baada ya hapo kulikuwa na vifaa vya zahanati iliyopo Kapya ambayo iko, nasomeka Sonyanga tukapeleka Soweto Soweto. Wananchi wa Sonyanga, nyie mliendelea kupambana, mlijenga, lakini mimi nikaongezea milioni ishirini tano na baadhi ya vifaa za nati. Tunafanya kazi, lakini mwezi huu inawezekana ikaingiziwa milioni 30 kwa ajili ya kukamilisha nini za nati pendeze. Lakini juzi kwenye mkutano nilisema tuendelee kumwombea kijana wetu Benja ametuchangia fedha kwa ajili ya kuingiza umeme pale na ameshalipa, ni kazi ya watu wa Tanesco. mm -hmm. Cha mlindi manishule yetu mm -hmm. Wakasema kwa nini unajenga kule, mheshimiwa? Ina maana taasogeze kule, umetuacha huko nyumbani. Nikasema mimi ni kiongozi wa vijiji sita, Sonyanga nipokopo hapa, niliahidi kwamba atajenga sekondari ili kuwapunguzia mwendo watoto kuondoa mimba za utotoni na utoro na watoto kuacha shule. Ulikuwa ukipita hapo unaenda Rujewa asubuhi na watoto wao wamejazana. Hakuna siku ambayo kwa anapata shida kama siku ya Alhamisi. Kwa sababu wafanya biashara wengi wako wanasafiri. Mara nyingine wanakaa hadi saa mbili saa tatu, lakini wanashindwa magari wanarudi nyumbani. Kwa sababu wamefanyaje? Wamekosa usafiri. Lakini nikamuomba Mungu, nilipoanza baadhi ya watu kwenye mifumo ya kisiasa walikuwa wanabeza. Ataacha magofu hadi anavyomaliza. Hawezi kufanikiwa, lakini Mungu aliye juu alifanya pasipo, pasipo na njia kuwa kuna njia. Tumejenga yale madarasa, na kama alivyosema baba yetu mchungaji, tena ni mjumbe wa bodi, kwamba mwaka huu tuna form 4 ambao wanamaliza kama ni awamu ya kwanza. Kubwa, kwe, kubwa sana kwetu wa Kristo ni kuendelea kuombea ile shule. Shule zetu zinapitiwa na mapepo, kuna watu wanajaribu, endeleeni kumwomba Mungu Natamani sana na watu nawaambia sana hata nilipokuwa naanza nikasema, nyewe huyu anataka niwaache, nataka ni niamie ni kwenye shule nilioweka alama mimi. Nikasema ni jina tu, angesema Mwaisoba Secondary School, school, lakini haina shida, tumeita cha mlindi ba inatosha. Ni shule ambayo nasema nimeacha alama, hata nikiondoka leo lazima mtasema hii shule ijenga diwani akiwa fulani. Kwa hiyo niseme imekamilika. Lakini tuna miradi mingi ambayo ipo kwenye maeneo kama alivyosababisha mchungaji. Tuna mradi wa shule kubwa yenye milioni 347 na, na laki 5 iliyojengwa ni shule ya kisasa ipo pale Ilongo kwa ajili ya kuepusha ajali za vijana wetu wanapovuka walipokuwa wanaenda shule mama iliyopo Ilongo. Lakini pale tumepata darasa moja kwa maana Ilongo ambao limekamilika lenye milioni 12.5. Baada ya hapo tumeenda kijiji cha Igalaku tuna madarasa 6 yenye thamani ya milioni mia moja kumi na mbili kwa maana pale pana wanafunzi wengi sana karibu elfu moja, elfu moja mia nne wanafika. Lakini sijaacha hapo, kijiji kijiji nachotoka mi diwani, nikasema sasa mi natoka Maongole, afu Maongole ina shule nimejenga madarasa matatu na wananchi wamechangia nguvu, serikali imenipa milioni thelathini na saba na tayari madarasa yale yamekamilika, kuna madawati, vyoo vimefungwa, kila kitu. Tunapojenga hapa Sonyanga na ndio aliyejenga wapi kule ambao tunatarajia mwezi wa saba tufungue ili tupatie watoto kutoka Igarako nao wajitegemee kwenye kijiji chao, lakini tumeendelea kufungua barabara mbalimbali, kwa maana barabara za mitaa tunaendelea kufungua kwa kuna vijana kuna wafugaji wangu walikuwa wanakuja kwenye josho kwa maana ya Sonyanga, lakini sasa hizi Igarako limeshawajengea josho ng'ombe wanaendelea kubaki kule. Kwa niseme yote haya si kwa uwezo wangu, bali aliyejua ndio aliyeniwezesha. Basi niseme, niwashukuru sana, ni washukuru sana Wakristo wa Moraviani, wazazi wangu mnaoendelea kuniombea. Ninaamini kama alivyosema baba mchungaji, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, tumwache Mungu aseme. Tumwache Mungu aseme. Kwa mapenzi yenu mnaweza kusema mtaka Mwaisoba, lakini Mungu inawezekana hajasema. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mungu aseme ili azungumze as ni nani ambaye Mungu anamtaka sasa na inawezekana mnaosema ni mpango wa Mungu, sio mpango wa mawazo yenu, kile kinachoonekana, kwani hakuna siku niliyofikiri leo. Nishukuru sana ba mchungaji, kwa zawadi nzuri kwamba yani mnachokisema hakuna mtu aliyewapandikiza midomoni mwenu mseme. Hakuna siku ambayo nimetembea nyumba kwa nyumba kusema, lakini mmeyasema kwa kuwa Mungu amewafanya mseme, yanaonekana na asiyoonekana, msingeweza kusema kwa niseme Mungu ende kuwabariki sana, tuko pamoja sana, na msichoke kuniita. Nisipokuja basi mjue kuna mambo yanakuwa meingiliana. Hata leo baba mchungaji alikuwa ananipigia simu unakuja, nikasema nina wageni, nimeacha kutoka wilayani kwa jina wa kale, kuna taarifa tunaandika nikasema, lakini nitafika angalau nishiriki kidogo ibada. Katika ibada hii nilipata upako na maombi, na Mungu wayafungue, na Mungu afanye kama jinsi yeye atakavyo. Baada ya kusema hayo, niseme neno la mwisho. Wakeni hazina mbinguni kusikona nini na mchwa wala nini wala kutu. Sijajua pale bati zinabakia ngapi, nimombe msomba na bati nazo pale, ili tuweze kumalizia kile kipande kilichobaki, niombe msomba basi ziko tayari msoma ni kuja na pikipiki kuja kuchukua ili tumalizie kile kipande, itaniambia ni kiasi gani gani. Asante.

<laughs> <laughs> Asante, niombe tu kakangu. Msoma najua pale azizi kuzidi saba au nane, si ndio? Tutamalizia, tutaangalia ni migongo ile, kama itaweza kubaga mchungaji tutabadilisha, basi tutaweza kubadilisha ni nyekundu, lakini tutazileta pale nyumbani. Niseme na niombe, uje leo, uje leo. Mi ni mtu wa watu, sawa? Yaani leo usilale bila kuja kuchukua, hata jioni hiyo mimi niseme, unajua unajua saa hizi tunajifunza kwamba unapofanya jambo basi fanya jambo ambalo linaonekana na sitajutia, kwa sababu najua kukosa ni <laughs> seme ni washukuru sana lakini, wasii wa Kristo, wenzangu wa kanisa la Moravian, tumepoa sana uchangamfu wa kanisa ndio mwanzo wa kuvuta watu wengine waje kusali. Tunaamini makanisa mengi yanakuwa kwa sababu inaonekana kuna vitu. Unajua, kuokolewa kila mtu anaokolewa kwa namna yake. Kuna mtu mwingine anaweza kaokolewa alimuona mpenzi wake kaamua kuja kusali kwa, kwa sababu alimuona mpenzi yuko kanisani. Kuna mtu mwingine anaweza kaokolewa kwa, kwa sababu amesikiza neno la Mungu, si ndio? Kuna mtu mwingine anaweza kaokolewa kwa ajili ya nyimbo zinazoimba na uchangamfu wenu na nikianza kuangalia baba wa mchungaji kwenye kuokolewa hapo, tunaamini kwamba nafasi kubwa sana iliyochukua ni watu wakiona mnaimba vizuri, mnachangamka. Tukianza kufuatia hata kwenye mikutano ya Injili, watu wakimaliza kuimba na kutoa tawanyika, si ndio? Lakini kumbe nyimbo zinawafanya watu wavutike. Kwa nyewe, mkinuna kama mnasubiri maiti, natoka Singida, hamtapata Kristo lazima tuchangamke na tuimbe kwa amani. Unajua tunasimama ili kanisa linatakiwa likule. Sasa tunahamia kwenye jengo kubwa, alafu tuko hivi, lakini kila mmoja awe ni mwinjilisti kila mmoja, sio kazi ya kumwachia mchungaji. Kila mtu anataki amuhubirie jirani yake, ndugu yake, yote anayeonekana katika malango yake. Tukikaa hivyo, tutafanya kazi ya Mungu isonge mbele. Utakuwa una deni Ukisema nilikuwa na sali, ulikuwa na sali sawa, wewe ulifanya kazi gani ya Mungu? Eh? Inawezekana mume wako asali, wewe una sali. Samani kama unajisikia vibaya. Inawezekana wa familia yako haisali, wewe una sali. Unajisikiaje? Eh? Unajisikiaje? Alafu sasa kina mama sisi, mimi umri umefika, ni umri wa mtu mzima. Hakuna mwanaume yote dhaifu kwa mke wake. Inawezekana sipokuja mume wako basi jiwe wewe mwenyewe unajisikia ni ya kumbembeleza ili aje kwa nani? wa Mungu, niombe tuendelee kuliongeza kanisa. Umeandaa shamba kubwa, lazima uwe na budget. Budget ni Wakristo ili wajae. Tumeandaa kanisa kubwa, lazima watu waja kwa Mungu. Huu usharika na makanisa yetu laman limeendelea kuzalisha shirika nyingi sana. Sasa kwa idadi hii utafikii kipindi ketu na longo. kumbe ni usharika naomba tuongeze Mungu. Baada ya kusema o, niwashukuru wa sana waumini wenzangu. Inawezekana kuna mengine nimesema ambayo nimewakwaza, naomba mlisamehe kama kijana wenu, ni ulimi tu limepitiwa. Na Mungu awabariki sana, tuendelee kushirikiana, tuendelee kuombea, tuombee uchaguzi uliopo mbele yetu, ili Mungu aweze kufanikisha. Amina.